ya siku ya Arafa, siku ambayo mahujaji wamesimama kule Arafati. Na hapa tufahamiane, Waislamu, Arafa iko mahala pamoja tu. Arafa iko Makka, katika viwanja vya Arafati ndiko iliko Arafa. Arafa haipatikani Karbala, wala haipatikani Kidongo Chekundu wala uwanja wa Mnazi Mmoja, si ndio? Eh, Arafa iko Makka na mahujaji wanasimama huko, na hao mahujaji huko Maka wala hawana mizozo kwamba lini tuanze haji. Wote wanafuata utaratibu wa haji kama ulivyo pale Saudia. Hakuna mtu anayegoma kwamba mimi nimekuja na tarehe yangu bwana, huko kwetu ni mwezi saba eh, mimi siwezi kuanza haji leo kwa sababu bado kwetu ni mwezi saba bwana, hizi tarehe za wasuudia sitaki mimi. Mahujaji hawana mizozo huko, kifika kule wanaelekea kibla tu mizozo yenu mkirudi huku kwenu nimdanganyane huku wa. Lakini wakiwa kule wanaanza pamoja na mahujaji wanakwenda ya mutarwi ya kulalamina, na asubuhi wanamminika zao kuelekea zao Arafat. Sasa ile siku ambao wanakwenda kusimama pale na sisi wengine tunaungana nao kwa siamu. Sasa nazungumzia funga hiyo, sizungumzii hiyo arafa yenu ya kalenda mmekaa huku na tarehe yenu. Aa, hii ni tisa yetu huku Tanzania Nakuja kufunga watu washaondoka Arafati, ni kuwafanyia watu khiana. Arafa gani hiyo wakati watu kule Maka washaondoka eh, wanashuka zao, watu wameondoka, wakalala Muzdalifa, wanakuja zao Mina. Nyinyi huku ndio mna tarehe yenu, sasa mwageuza jitarehe tu. Na wengine wanasema ah ah, tufunge arafa ni ile waliosimama watu wako Mashike hawa na wanafahamika, fungeni. Lakini idi yetu kesho kutwa

hiyo siamu ya Arafa madhambi ya mwaka ambao ni kabla ya mwaka huo na ya mwaka ambao unakuja baada ya hapo ha. Kwa maana siamu Arafa inafuta madhambi ya miaka miwili, mwaka wa kabla ya mwaka huo na mwaka wa baada ya, ya mwaka huo wa ala sahihi. Na kwa kauli sahihi zaidi, madhambi yenye kufutwa na siamu ya Arafa ni saghair adhunub wengine katika ulamaa wanasema ni amu inaingia mpaka kwenye kabairi dhunub. Sasa unakosaje kufunga arafa, siamu ya arafa ambayo ina fadhila kama hii ya kuporomoshewa na kufutiwa na Allah madhambi ya miaka miwili? Je, wewe huna madhambi? Unaweza ukajitoa kimasomaso hali ya kuwa unagonga kifua chako kwamba wewe ni mswafi uhitaji msamaha wa Allah? Hakuna mwenye ujeuri huo, sote ni wenye kukosea na tuna madhambi na tunahitajia msamaha wa Allah. Hizi ni fursa, tutumie fursa hizi. Tujalie umeshindwa kufunga katika masiku yaliyotangulia, basi angalau usikose kupambana na saumu katika saumu ya Arafa.